Na ndugu mtazamaji wangu kama kawaida, tumekutana tena hapa katika kipindi cha Afrika Leo. Uko kwenye mitandao ya Instagram, Twitter na Facebook, utanipata kwa jina la Fumbwe Ali, hivyo hivyo basi utaenda eh, katika akaunti yangu ya YouTube pale utasubscribe ili ni mradi niendelee kukupa madini ya kiafrika bwana. Utajiuliza vitu vingi inatolewa wapi, bali inatolewa kwenye vitabu kama hivi ambao vipo, ukivisoma utaelewa mambo mengi sana, kwa sababu humu kuna detail nyingi sana ambazo zinatolewa kwa ajili yako wewe kuijua Afrika yako kujua na mambo mengi mengi sana katika dunia hii yanayoendelea utayapata humu, kwamba ukikaa tu huwezi kujua, bali utakuwa ni mtu ambaye unapelekwa pelekwa tu kile. Leo nimekuletea historia ya rais ambaye aliwahi kutokea kule Burkina Faso. Si Ibrahim Traore peke yake ambaye anafanya maendeleo aliwahi kutokea pale Burkina Faso, bali kuna rais ambaye aliwahi kutokea pale Burkina Faso na alikuwa na kauli za kishujaa sana, mpaka wazungu wakambambikizia kwamba yeye ni kichaa. Kwa kauli yake hii, alikuwa anasema hivi: unahitaji ukichaa kuleta mabadiliko yenye tija katika bara la Afrika. Mbona hiyo kauli? Kwa hiyo wazungu hawa watu weupe wakaleta kauli ya kwamba kwa kauli yake hii anaonekana huyu ni kichaa. Angalia sasa kwa vipi walisema ni kichaa kwamba walikuwa na ushahidi wao hapa. Ni kwamba huyu rais alikuwa na wakipekee alivyopindua Burkina Faso kipindi hicho cha kwanza alichokifanya kikubwa, kwanza akapunguza mshahara wake, ikawa anapata nusu ya mshahara wake. Yani kama alikuwa anapata milioni arobaini, alikuwa anaweka ishirini kwa ajili ya wanawake wananchi wake, lakini ishirini zilizobaki e, zote anakuwa anatumia yeye. Cha kushangaza chengine, alikuwa akienda kwenye mradi wake Eh, miradi ambayo anafanyia wananchi wake alikuwa yeye anatumia baiskeli. Baiskeli sio kwamba alikuwa hana gari, alikuwa nazo, lakini kwa namna alivyokuwa anajishusha alikuwa anachukua baiskeli kuelekea katika miradi. Huyu huyu rais ambaye ana kauli kama hii hey, amefanya maendeleo makubwa sana kuwapa matrekta kwa ajili ya kilimo eh, kuwapa fa... mijengo na wananchi wake kuwafanyia miradi mbalimbali yote alifanya bwana huko Burkina Faso, ambaye alikuwa anafanyika anafahamika kwa jina la Thomas Sankara. Ni rais wa Burkina Faso. Kwenye uongozi wake alikataa misaada mabepari, aliwekeza kwenye kilimo na kuwapa wananchi wake pembejeo pamoja na ardhi bure kabisa. Alitoa elimu bure pamoja na vituo vya afya kutoa huduma bure kabisa, na kwa upande wa wasichana waliopata mimba wakiwa shule waliruhusiwa kuendelea na shule. Aliwapa wanawake kipaumbele katika sekta nyingi sana, ikiwemo kwenye upande wa wanajeshi kuwapa uongozi pamoja na sehemu mbalimbali. Pia Bwana Thomas Sankara alibadilisha jina la nchi kutoka kuitwa hapa Volta na kuwa Burkina Faso. Alikuwa na msemo maarufu unaosema, unahitaji ukichaa kufanya mabadiliko kwenye tija. Hapa ndipo nchi za mabepari zikaiita Burkina Faso ina rais kichaa. Kwa miaka minne akiwa madarakani, Burkina Faso ilikuwa kama peponi. Alikuwa tishio kwa mabepari kutokana na maendeleo aliyowafanya kwa kujiimarisha kiuchumi bila kutumia misaada ya mabepari na kulipa madeni ya mabepari. Rais huyu wa Burkina Faso alidumu kwenye madaraka kwa miaka minne tu kabla ya kupinduliwa na kuwawa na rafiki yake Blaise Compaore usiku wa tarehe 4 Agasti 1993 akiwa katika kikao na viongozi wenzie 12 lakini hawa wazungu ambao walikuwa wanatafuta njia ya kumwondoa kipindi hicho, kwanza walikuwa wanadili na hii kauli yake, alafu wakaja kama kawaida, wanacheza mule, mule, kumwekea sumu, kumwekea vikwazo mbalimbali, lakini alikuwa, alikuwa akibiruka huyu bwana Thomas Sankara, yeye aliruka vikwazo vingi sana, na ilikuwa ni kawaida bwana, kuna kusalitiana wenyewe kwa wenyewe hapa Afrika. Kipi kilimtokea huyu bwana Thomas Sankara? Thomas Sankara alikuwa na rafiki yake, alikuwa anafahamika kwa jina kwa jina anafahamika kwa jina la eh, Blaise Compaore. Blaise Compaore alikuwa ni mtu wake wa karibu sana, eh, tangia wapo shule. Thomas Sankara na Blaise Compaore walikuwa ni kitu kimoja mpaka wanaingia jeshini walikuwa ni kitu kimoja. Kipindi hicho. Sasa, baada ya wazungu kushindwa vikwazo vingi sana, wakamtumia huyu bwana Blaise Compaoré kumwangamiza Thomas Sankara, rais mleta mabadiliko. Kwa nini nimekutolea kauli kama hii au historia kama hii? Nia yangu yangu ni kutaka kuelewesha kwamba Ibrahim Traore amekuwa ni mtu ambaye ana wafuasi na watu ambao wanamlinda kinamna nyingi sana, kwamba kuna vikwazo vingi sana ambao wanapitia, kuna mauaji mingi sana ambayo eh, anataka kufanyiwa huyu bwana, lakini anavipita vyote na hawa wazungu, kwa sababu yeye anataka kuleta ma maendeleo katika nchi yake ya Burkina Faso kwa hiyo inakuwa ni ngumu kwa sababu kuna watu nyuma ambao wanamsaidia, kuna watu ambao wamemweka pale wanamsaidia. Kwa hiyo huyu bwana eh, atafanya makubwa sana, lakini kwa muda mchache, kwa sababu watajaribu mara tisini na tisa, ila alikupata mara moja tu, jina lako limefutika. Kwa hiyo viongozi kama hawa wananchi wanatikiwa wape kipaumbele wananchi wao ndo wanatikiwa wawe kitu kimoja, ili mradi wa sapoti wawe juu kabisa, ili mradi walete yale maendeleo ambayo tumeyakosa kipindi kirefu hapa Afrika. Kama ilivyo kawaida, Afrika tumekuwa ni watu ambao tunaonekana ni madhaifu, tunaonekana ni madhaifu kwa sababu wenyewe tumeikubali hiyo hali, lakini kama tunaiamua kuiondoa hiyo hali, basi tunakuwa mashupavu na watu ambao hawajawahi kutokea katika dunia hii. Kwamba we mwenyewe kwanza, ukijiangalia ukijidharau tu, basi huwezi kufanikiwa. Kitu ambacho unatakiwa ukifanya kwa sasa ni kujiamini, kwa sababu ukijiamini ndio unafanya maendeleo yenye tija katika eneo lako uliopo. Mimi kama unavyonifahamu, naitwa fumbu tani. Ni follow na subscribe katika chaneli yangu ya YouTube. Tukutane tena kwenye Afrika leo kwa ajili ya madini kama haya ambao unakupatia na viongozi kama hawa ambao wanakuwa mfano kwa kuwewe, ili mradi kukubadilisha IQ yako na akili yako uliyo nayo. Maendeleo yenye tija ndiyo tunu kwetu.